Kaunti ya Bomet imeanzisha mpango wa kuhusisha jamii katika upanzi na utunzaji wa miti kama njia moja ya kuafikia malengo ya serikali kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Changamoto moja ya utunzaji wa miti katika eneo hilo ni kutoshirikishwa kwa jamii, hali inayowafanya baadhi ya watu kuharibu misitu. Huku Bomet tunashirikiana na wananchi.

Very friendly to the environment. Kama nchi tumefanya vizuri sana kwa upandaji wa miti, kama vile His Excellency the President amesema kila department, kila department ya serikali iko na kiwango ya miti ile wamepewa ya, na wote wanajitahidi. Miti inaendelea kupandwa kila wakati, hasa kwa msimu huu wa mvua, na tunatarajia ya kwamba baada ya ile miaka tano tutakuwa tumefikisha ile 15 billion billion trees, wakati huu mvua nyingi kia.